Sasa unasema je, mchungaji, sisi tusipambane? Hapana, sijasema hivyo. Fanya kazi sana, lakini usisumbuke. Bwana asifiwe. Weka mipango yako vizuri, lakini sio kwenye moyo wa masumbufu, ukijua ya kwamba wewe ni wa thamani, na ukijua ya kwamba Mungu anakuangalia, anakupenda, anakujali anajishughulisha na maisha yako. Kuna mtu amenielewa? Ni jambo moja kusema Mungu anajishughulisha na maisha yangu, na ni jambo jingine kuamini kwamba Mungu anajishughulisha na maisha yangu. Asubuhi ya leo, mchana huu, natamani utoke kwenye kiwango cha kujua kwamba Mungu anajishughulisha na maisha yako, uingie kwenye kiwango cha kuamini kwamba Mungu anajishughulisha na maisha yangu. Roho Mtakatifu akusaidie ufunuo huo. Wawezekana ukausikia kama ni mdogo, lakini ufunuo huu ukikamata moyo wa mtu, maisha ya huyo mtu hayana ya masumbufu tena. Mungu wetu ni mwema. Mungu wetu ni mwema. Mungu wetu anajali. Mungu wetu anatupenda. Mungu wetu anajishughulisha na maisha yetu. Anayaona machozi yetu, anayaona mahitaji yetu, anayaona mahangaiko yetu, anaijua kesho yetu, anaijua kesho kutwa yetu. Yeye ametununua, anatumiliki, sisi ni wa kwake, wala si wa sisi wenyewe. Usisumbukie